Mimi na swali hapo, uh, na kubwa hasa Heavyweight Dula, nataka kuuliza uh, kutoka kwenye hilo hilo eneo uh, Simba Sports wamepokewa pale uwanja wa OR Tambo uh, South Africa, na wataanza safari kuelekea uh, mji ambao mchezo utachezwa uh, mm. Kwa jinsi ambavyo Simba ametoka uwanja wa Nyuamani Complex, wewe ulikuwa shuhuda na ulizungumza mengi mm, bao moja tulizungumza kabla ya mchezo ukaziona bao nne mm. Kwa nini kwanza, moja na mechi ya marejeano, unaiona nafasi ya Simba kwa kiasi gani kutokuruhusu zaidi ya mabao mawili ili jihakikishie nafasi ya kwenda na final? By the way, prediction yangu haikwenda wrong sana kwa watu waliofuatilia. Of course, nilisema kwamba Simba ana possibility ya kushinda kuanzia mabao matatu mpaka manne. Mm. Na ndo walisema ilibidi iwe hivyo kwa sababu Simba wame create chance kubwa zaidi nne kwenye mchezo big chances. Maana yake big chances ni uh, ni kitu tuseme, ni ile moment ambayo umepata nafasi ya wewe kuweza kufunga bao kirahisi, lakini ukadamu hiyo nafasi hiyo, tunaita big big chances, lakini inakuwa big chances missed. Ume, umeipoteza kwa hiyo Simba walicreate big chances nne by the way, na walikuwa na uwezo wa kufunga ba kuna nafasi alipata Steve Dese Mukwala, kuna nafasi ambayo imelalamikiwa sana alipata Jean Chalia Hua, hizo mbili. Kuna nafasi alipata Shomari Kapombe na kuna uh, nafasi ambayo pengine Eli Mpanzo angeweza kufanya attempt mapema zaidi, na pengine angeweza kufunga bao kutokana na accuracy yake ya kupiga pengine na zingine ambazo sio zile big, lakini zingeweza kuwa uh, goal scoring opportunity kwa Simba zilipatikana. Kwa hiyo kwa haraka haraka ni kwamba uh, Simba walikuwa na uwezo lakini watu wana, wanajua wana, wana watu wengi ni kama vile wamezungumzia huu ushindi kama sio chochote kuelekea katika mchezo wa marudiano kule Durban. Yaani sio wana simba tu mpaka kwa wadau na watu wengine wengi lakini lazima niwaambie ukweli ukiachana na mambo ya ya rakamu la ardhi hmm. e, namba ya bahati manake goli moja zero, kwenye historia ya kombe la shirikisho inaonyesha ukishashinda first leg 1-0 kuna possibility kubwa uka progress kwenda hatua inaofuata hmm. lakini tuachane na hayo mambo tukija kwenye uhalisia Uh, Stellenbosch hawana cha maana ambacho wanaweza kukifanya kule kwao. Hawana cha kufanya basi. Msimu huu timu pekee ambayo ime, ime, ime, imeweza ku, kuifunga Stellenbosch mm, kwake mm, ni RS Berkane peke yake katika timu zote ambazo wamecheza na Stellenbosch. Mm. Eh, ambayo ameweza kuwafunga Stellenbosch ni nani? RS Berkane. Mm. Na RS Berkane ndio timu ambayo imemfunga huyu Stellenbosch mabao nane kati ya kumi ambao wamesha concede kabla ya bao la Simba la 11. Umeelewa mm? alikuwa yeye mabao nane amefungwa na RS Berkane, maana yake alikula tano Morocco, akaenda akapigwa tatu. Sawa. Sasa kwa hiyo uki, ukiona timu ina elements kama za RS Berkane, maana yake ina elements za kuweza kumfunga huyo nje ndani. Na hiyo timu ni Simba Sports Club. Of course ina element kama za RS Berkane kwenye michuano hii. By the way, lazima nikwambie ukweli. Simba Sports Club ina element kama za RS Berkane na ukijaribu kufuatilia utagundua katika uh, pasi ambazo uh, Stellenbosch wali attempt pasi 304 dhidi ya Simba katika Dimba la Amani Stadium zinakuwa pasi chache zaidi ku attempt katika michezo yote ya ligi, uh, namaanisha katika michezo yote ya CAF Confederation Cup msimu huu so far. Sina nielewa lakini attempt nne ambazo walizifanya hawa Stellenbosch. Moja tu ikifanikiwa kulenga lango na tatu zikenda nje ya lango zinakuwa attempt chache zaidi kuzifanya katika michezo yote ambayo wamesha cheza so, so far. Sina nielewa. Lakini by the way, kama haitoshi ni Simba Sports Club na RS Berkane pekee ndo zimeruhusu hawa Stellenbosch kupata shot moja on target katika michezo yao ya nyumbani. Okay. E, ni Simba Sports Club na ambayo imejitengeneza katika uwanja, ya ya wa of course, kwa sababu uh, katika michezo mingine yote wamefanya at least attempt mbili kuendelea. Ni RS Berkane na Simba Sports Club peke yake ndio zimeruhusu hawa Stellenbosch kufanya attempt moja on target katika michezo yao ya, ya nyumbani. Na kama haitoshi ni, uh, Stellenbosch wamefika katika box la Simba mara 14, wamefanya touches kwenye boxi la Simba mara 14 ambao ni touches chache zaidi. Eh, ikifungamana na zile touches ambazo wamezifanya kule nchini Morocco pia ni mara 14 ikifuatiwa na Zamalek mara 15, lakini Zamalek alikuwa away kule South Africa lakini still, Zamalek aliweza ku, kupoteza mchezo. Kwa hiyo, kwa tafsiri haraka haraka huoni kama Simba wana hizo element za kuwa timu tishio kama kama RS Berkane na pia wametengeneza si, kama haitoshi pia hawa Stellenbosch wa kutengeneza nafasi yoyote kubwa zero big chances creation kwenye mchezo dhidi ya Simba. Sasa, from nowhere tu Simba yani hawa Stellenbosch waje kuwa tishio second leg. Sio jambo rahisi. Umeelewa? Nina swali, na nina swali hapo hapo kwenye hizo records ambazo umezizungumza, eh, Heavyweight Dula mnyama Simba eh, ni miaka mingi imepita tukizungumza tisini na tatu alivyocheza fainali ya kombe la shirikisho mm. E, mpaka sasa hivi tunazungumza karibuni miaka thelathini, si ndivyo hapo mm. tunazungumzia hapo mm. kwenye era yako wewe umeishuhudia Simba ikiwa nusu fainali, fainali. E, katika hii historia na namna ambavyo kikosi cha Mwalimu Fadru Davis alivyokibeba mabegani kuhakikisha Simba inavuka kwenda fainali mnyama ana uhakika wa kupita kwa RS Berkane kwa sababu RS ya Berkane amejitengenezea nafasi kubwa zaidi ya bao alizozivuna nyumbani kwake kabla ya kwenda kumalizana na Constantine. Yeah, of course, swali zuri, lakini uh, lazima niwe mkweli. Simba bado yupo kwenye nusu fainali na ana kibarua, ana mechi ya pili, second leg dhidi ya Stellenbosch. Huwezi ukaanza kuiongelea fainali kabla ya kuiongelea Nusu fainali. Na stili huyo wa RS Berkane sio 100% yupo fainali. Sawa, ameshinda bao 4 sifuri kwake, lakini kwenye mpira kila kitu kinawezekana. Nafikiri unajua unafatilia michuano ya Champions League 2018 19, sawa mm. e, PSG walishinda mabao manne sifuri nyumbani, unaelewa uh, lakini wakaenda Camp Nou pale wakapigwa 6-1, alafu ndo mpaka leo inashikilia greatest comeback ever kwenye Champions League. History sio, umeelewa? Yeah, kwa hiyo Uh, michuano, michuano hii pia inawezekana, lakini Simba Sports Club nafikiri ndio inashikilia the greatest comeback away comeback kwenye history ya football. Ilifanyika pia kwenye michuano hii ya uh, African Club of Champions Club hiyo, miaka 1979 walipigwa nne nyumbani, wakaenda wakashinda tano away, Zambia. Sawa, kwa hiyo Tofauti ya RS Berkane na Simba ni ndogo sana. Kwa haraka Simba ndio timu iliyotengeneza nafasi nyingi zaidi kwenye wanatia vyuma maeneo, wanatia vyuma, wanatia vyuma okay. Uh, kama hayo decisive moments zile. Kwenye hii michuano taratibu. Na usi, usidhani kwamba hawa wachezaji watakaoipeleka Simba labda fainali msimu huu watakuwa na performance ile ile msimu msimu ujao, manake kuna vitu vingi watakao wamegain wanajifunza, na maybe wanaweza waka exploit vizuri michuano inayokuja. Sasa kabla ya kufika fainali, lazima umtoe huyu Stellenbosch, na kumtoa lazima umjue weakness zake, strength zake. Sipo hapa kumuelekeza Fadlu nini cha kufanya, by the way, anawajua Stellenbosch kuliko unavyojua mimi, na ule ni kocha professional na anajua kazi yake lakini mimi kama mdau wa soka kuna vitu ambavyo nimevinotice na nimeviona ambavyo Simba Sports Club maybe wakivifanya vinaweza vikawarahisishia vika nafasi yao ya kuweza kuingia fainali katika uwanja wa we. Jambo la kwanza, watu wengi walikuwa wanamzungumzia wana, wana, wana huwa vibaya msimu huu. Of course by the way, hata Meme kwenye mechi iliyopita amekosa bao la wazi, kwa hiyo inamtengenezea mazingira ya kushambuliwa, lakini ni key player kuelekea kwenye mchezo uliopita, sio hivi hivi, huwa ni key player kwenye mchezo unaokuja, si hivi hivi. Ni kwa sababu ya weakness ambazo wako nazo Stellenbosch, nafikiri unaelewa. Timu pekee ambayo imemfunga Stellenbosch katika dimba lake la nyumbani yani akiwa nyumbani Stellenbosch ni RS Berkane, na mabao mawili kati ya hayo matatu yametokana na set play. Mm. Umeelewa, free kick ya kwanza Uh, inapigwa na of course inapigwa na Yusuf Mahri. Mm. Yusuf Mahri anaipiga indirect free kick alafu inamaliziwa na na Yusuf Zaudi wa jina wake. Mm. Umeelewa, yeah. Bao la kwanza, lakini bao la pili linapigwa na Ayub al-Khairi. Ayub al-Khairi anapiga uh, indirect free kick kwenye near post, inaguswa na Yusuf Daudi ambaye alijiposition kwenye hilo eneo, anapiga chuma cha pili. Katika scenario zile zile eneo lile lile, lile. Ukiniuliza mimi mchezaji gani ambaye ana uwezo mzuri wa kupiga indirect free kwa upande wa Simba Sports Club nitakwambia ni nani ni janja le ahua, na ndo mchezaji ambaye ameingia kwenye record book, kwa sababu bao lake la free kick aliloifunga linakuwa ndo bao la kwanza hawa Stellenbosch wana concede msimu huu la free kick, kwenye ligi, kwenye MTN, kwenye wapi, kwenye wapi, la kwanza kwenye indirect free kick. Yeah, direct free kick ni la janja le ahua, haya mawili mm. ya RS Berkane ni ya indirect, indirect. Free kick. Kwa hiyo tayari ameshaingia kwenye kwenye record book na ndo mchezaji ambaye anaamini anaweza kupiga indirect free kick za kuweza kuwasumbua, kwa sababu wame concede, lakini sio tu kwenye set play ya indirect free kick, hata penalty ni set play. Wali concede penalty hapa katika mchezo wa away dhidi ya Stade Malie, wamenelewa penalty, hiyo ilifungwa na Dauda Kulibali. Lakini tunazungumzia mabao matatu sasa hayo ambao wame concede kwa aina hiyo, kwa Simba Sports Club wanapaswa kuhakikisha wanatumia vyema set pieces Set play. Eh, waboreshe zaidi matumizi yao ya, ya set play, wasipoteze kwenye kona, kwenye indirect free kick, kwenye penalty. Ikitokea wamefanikiwa wame kupata penalty, wazikonvert menelewa, kwa sababu awa wachezaji wao sometimes wanakuwa aggressive na wanaweza wakapelekea kusababisha penalty menelewa. Lakini jambo la pili eh, Simba Sports Club of course inafanya fanya attempt za nje ya box. Simba wajitahidi kuboresha eh, wafanya attempt, kwa sababu by the way hawa jamaa wame concede. Mabao ya mbali umbali mrefu, nafikiri katika mchezo huo huo dhidi ya RS Berkane Waki, RS Berkane walikuwa away, wakicheza pale South Africa dhidi ya hawa Stellenbosch, akipokea mpira akiwa peke yake, anapata nafasi ya kudrive na ni kiungo wakati wa, wa Stade Malier Alipiga kombora kali katika mchezo ambao walishinda kwa mabao mawili sifuri, wakiwa mali kule wenyeji, na bao lao hilo kabla ya lile la penalty, wali walianza kufunga kwanza, ili bao la attempt ya mbali ambayo limefungwa na Hamad Majan, kiungo huyu, uh, bonge moja la midfield, lilipiga shuti kali na likamshinda pia, uh, Sage Stevens. Sijui unaelewa. Kwa hiyo unapata picha haraka haraka kwamba hawa mashuti ya mbali yanawasumbua, na maybe kama Simba wataboresha vizuri matumizi yao ya ambao wa wa wana wa wa uwezo anakumbukwa wa vizuri zake ambazo amekuwa akizifanya na kuzalisha mabao akiwa Singida United akiwa Singida Big Stars na timu zingine alizopita. Sawa, hilo ni eneo muhimu sana, wanabidi wafanye lakini by the way eh, katika mchezo ambao walifungwa na RS Berkane walikuwa na matumizi makubwa maana yake ya, ya, ya, ya, umiliki mkubwa wa mpira karibu asilimia 61 ikiwa ndio mechi ambao walimiliki mpira kwa kiasi kikubwa katika mechi zake za nyumbani msimu huu. Na pamoja na kumiliki kwa asilimia sitini na moja wa Stellenbosch lakini waliweza kupoteza. Kwa tafsiri ya haraka haraka ni kwamba ili umiliki mpira especially kwenye mechi hizi za barani Afrika, safu yako ya ulinzi inabidi iformulate ile high defensive line, icheze karibu na safu yake ya kiungo lakini icheze karibu na safu yake ya ushambuliaji. Kwenye high defensive line, Stellenbosch, kama itatokea Stellenbosch, wameamua ku, kucheza ule open play kwa sababu tayari wako nyuma kwa, wa kwa goli moja kwenye aggregate, watahitaji kupush; ili upush lazima timu yako icheze kwenye high defensive line. Kwa ajili ya kujaribu kupress na nini na vitu kama hivyo, sababu ukipress, alafu ukapress safu yako ikakaa low, manake utaacha space kubwa sana nyuma safu yako ya kiungo, jambo ambalo linaweza likapelekea pia madhara vile vile, eh, kwa hiyo sasa wanatakiwa waboreshe hii, nafikiri wakifuatilia hata wakireview katika yale mabao matano ambayo wamefungwa eh, kuna mabao ambayo yalitokana na hiyo scenario ya wao kuweza kuruhusu mpira. Simba Sports Club nilivyoiona inapenda kufanya build up kutokea nyuma, maana yake zinapigwa pasi fupi fupi kutoka kwa mlinda lango kwenda kwa beki, beki kwa full beki na vitu kama hivyo, kwa ajili ya kuinvite pressure, then wapite kupitia safi yako ya kiungo pale, wapige mipira kwenye eneo la kiungo then wa progress Eneo la katikati sasa, muda mwingine Simba nitakuwa iboreshe kwenye hilo eneo kwamba pindi ambapo timu sasa imekabia kwenye eh, midi block, na safu yake ya ulinzi iko juu, yani high defensive line, mabeki watumie nafasi hiyo kwanza. Unabidi Simba waboreshe wale runners wao waweze kufanya runners kwenye channel zile za eh, walinzi wa mwisho wa, wa, wa timu pinzani then beki apige mpira mrefu nyuma ya safu ya ulinzi kwa sababu walinzi wa Stellenbosch hawawezi kukimbizana kwenye 1v1, sio wazuri na hawawezi kukimbizana na washambuliaji. mm -hmm. na Simba of course ina imebarikiwa wachezaji wengi wenye kasi. Eli Mpanzo anatakiwa apewe mipira kwenye automatically unazalisha turnover ambayo inaweza ikawa ni best goal scoring opportunity kwa upande wa timu yako. Kwa takua muda mwingine upige mpira mrefu nyuma ya safu ya ulinzi. At the same time unakuwa umeshaivuka zile line mbili za pressure, za press ya timu pinzani. Inavotokea, kuna mshambuliaji mwenye uwezo mzuri wa kumiliki ule mpira na kuabiti walinzi, na kwenda kuscore tayari unakuwa umetengeneza opportunity na wao wana uzoefu, wana udhaifu wa wa, wa kushindwa kukabiliana na mipira ya ya aina hiyo. Kwa hiyo wakizingatia haya ambayo nimeyazungumza, by the way Fadlu anajua kuzi, kuzidi mimi. Mimi ni, ni, ni siwezi nikasema nina chochote cha kusema naweza nikamshauri lakini kwa nafasi yangu naweza nikashauri hivyo. Sawa. Mm -hmm. Na hii ndio michuano ambayo mimi napenda kuizungumzia kwa sababu hakuna yale ma, mm -hmm. mataputapu yale hapa na pale. Wataalamu wa lugha wanasema malinjilinji, malinjilinji, sio mara kipa sio kamgea fulani afunge sio kaipanchi ka, sijui ka, kaiokota afu kam, kamgea au ku, kuna moja kaipiga na mguu hivi pa kafunge goli kaliacha kule e ah sasa, huko <laughs> amna mambo hayo bwana, umeelewa huko? Huko mtu anafanya mistake kwa sababu ya kulazimishwa mm. Sio anafanya maksudi, mpaka kocha anaenda na, unajua mpaka inafika extent kocha analalamika kwamba fulani kafanya hivi, goalkeeper yetu sio hiyo. Ni dalili mbaya maanake mm. kocha anaweza akafanya jambo akadefend kwamba mchezaji wangu hivi na hivi naamini alipale na nini eh kama alivyofanya huo akakosa goal la wazi lakini, eh imeonekana ni sasa kuna zile bland ambazo paka kocha mwenyewe anashindwa kukutetea. Naona hapa sio kweli. Sasa of course hii ndio michuano ambayo mimi nime focus, na mimi labda niwaambie tu Simba Sports Club wa focus kuchukua hii michuano ni muhimu zaidi kuliko. Okay. Eh, of course, ni muhimu kuanzia financially Status ya timu wana tuna kombe la shirikisho barani Afrika, alafu by the way, ukiangalia zile top 4 ya timu zote zina, zina, zina vikombe vya vi -kombe si si e, ambacho wanaweza kwenda kukifanya. Naweza nikasema kwamba possibly inaweza kamalizika kwa sare ya bao moja kwa moja bila shaka. Second leg heavyweight kaielezea eh, vilivyo. Kuelekea mchezo wenyewe wa tarehe 27 nasi tunaomba tuweke nukta, tutafungua kurasa nyingi zaidi kabla ya tarehe 27 kuyaangazia mengi kutokea South Africa, lakini sisi tukiwa jijini la Dar es Salaam kuendelea eh, kuzungumza football na kama hivyo itanavyokuambia yeye, yeah, yeah, upande wake ni huo, club bingwa shirikisho hizi eh, mizengwe basi acha iendelee. Tutakaporejea tutakwambia. Uwe na wakati mwema.